Watu wa Lugari, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vile mmeambiwa, mimi naitwa Innocent Mugabe, mimi ni mbunge jirani, mbunge wa Likuyani, na leo nina furaha kufika hapa siku ya leo tumkaribishe rais wetu katika gatuzi letu la Kakamega na aswa hapa Lugari kwa ndugu yetu Nabii na Bwera, ambaye ni kiongozi shupavu mliotupatia Ya pili niseme tu kwamba leo nimefurahishwa sana na mahubiri na ningependa hata wahubiri wengine na makanisa mengine yaige mfano, yaige mfano ya vile bishop wetu amehubiri siku ya leo. Na ni, na ni kwa sababu Kenya katika wakati huu ambao tuko ndani wameangalia wanataka kupata mamlaka kwa njia zisizofaa, na wameona njia zote zimefungika, wamejaribu kutembea, wameona kila pahali imekataa, na sasa wanataka nchi yetu imwage damu. Wengine wametutangazia vita, na kanisa, tusipojitokeza kuombea nchi yetu na ku unga mkono rais wetu na kama viongozi kusimama kidete na kukemea na kukashifu wale ambao wanataka kuleta vita katika nchi yetu ya Kenya, nchi yetu itaangamia. Kwa hivyo, nawaomba wote, sote tuungane pamoja, na ni kwamba wale ambao walikuwa walitangulia katika uongozi, kuna watu ambao hawakutaka maendeleo yaende kokote, na haswa wale ambao waliathirika sana ni sisi watu wa magharibi Ilikuwa maneno ya kipango ya magharibi, wanapinga, wanatuambia nyinyi hamuna shares, lakini rais William Ruto na kinara wetu wa ODM Raila Amolo Odinga walileta na kuunganisha nchi yetu kwa pamoja, na kwa mara ya kwanza hata mimi mwenyewe bali nimekaa, nimeona kuna mwangaza. Ndugu zangu, kuna mwangaza tumekaa na hawa viongozi chini ya spika wetu Moses Masika Wetangula. Mtaanza kuona maendeleo na maajabu yakitendeka katika mkoa wetu wa magharibi. Na mimi ile nitawaomba nitumshikilie rais, ye, rais wetu William Samoei Ruto tumfurahie, tumpende, ndio pia yeye tukienda kwake tukimwambia tunataka vitu namna hii analeta haraka, si namna hiyo? Hebu nione mikono ya rais William Ruto. Asante sana, na Mwenyezi Mungu awabariki.